Yes, tuko na habari ya seneta wa Marekani ambaye ameweza kuvunja rekodi kwa hotuba ndefu zaidi eh, katika seneti kwa zaidi ya saa ishirini na nne, yaani naomba unielewe vizuri ni masaa ishirini na nne. Seneta eh, bana, anafahamika kwa jina la Cory Booker ameivunja rekodi ya hotuba ndefu zaidi kuwahi kutolewa katika Senate. Sasa seneta huyo wa New Jersey kutoka chama cha Democratic aliweza kuzungumza kwa saa ishirini na tano na dakika tano kulingana na ofisi yake, akivunja rekodi ya hotuba ndefu zaidi katika historia ya kisiasa ya Senate alipokuwa akipinga vitendo vya Rais Donald Trump ambavyo eh, aliita kinyume cha katiba. Bana Booker alisema kwamba amezungumza kwa muda mrefu kadri angeweza kimwili alipoanza hotuba yake mnamo saa moja jioni muda uh, wa eneo hilo siku ya Jumatatu alihitimisha saa nane na dakika sita uh, usiku wa Jumanne sasa akiwa na umri wa miaka hamsini na tano Booker alivunja rekodi ya aliyekuwa seneta Strom Thurmond E, ambaye alizungumza kwa saa ishirini na nne na dakika kumi na nane mnamo mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na saba. Mwaka huo elfu moja mia tisa hamsini na saba ndipo ambapo alitokea mtu ambaye pia na aliweza kuhutubia kwa muda mrefu zaidi ambaye yeye alitumia masaa ishirini na nne na dakika kumi na nane, lakini mshikaji huyu bwana ameweza kuhutubia kwa masaa ishirini na tano na dakika tano. Buka alisema kuwa akizungumza na mkoti hapa, ilikuwa ni kwa upinzani, kwa sababu tunajua ni vyama ambavyo pia vinapambania huko Marekani, dhidi ya hotuba ya mmiliki wa rekodi hiyo ya awali aliyepiga sheria ya haki za kiraia ya mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na saba. Kwa hiyo yule aliyopita alikuwa anapinga sheria iliyotungwa kwa mwaka huo, kuona kama haiko sawa. Ndio maana aliweza kutumia muda mrefu zaidi kuweza kuhutubia. Alikosoa vikali sera ya Trump ya kupunguza gharama kwa njia kali ambayo ilipelekea mshauri wake mkuu ambaye ni Elon Musk tajiri huyu, e, mtu tajiri zaidi duniani kufuatia mipango yote ya serikali bila idhini ya Congress. Sasa seneta huyu alisema kwamba hatua ya, ya Donald Trump kujimbirikisha mamlaka ya, ya kiutendaji kwa kasi imeweka demokrasia ya Marekani hatarini sana na mkote rais wa Marekani kutoka maktaba yote wanabeba mizigo isiyo ya lazima na taasisi ambazo ni maalum nchini Marekani ambazo ni za thamani na ni za kipekee zaidi katika nchi yetu zinatuharibia kwa kutojali, na ningesema hata kwa njia isiyo ya kikatiba. Booker aliweza kusema hivyo, lakini pia akaendelea kwa kusema kwamba katika siku ya sabini na moja pekee rais wa Marekani amesababisha madhara makubwa kwa usalama wa Marekani, utulivu wa kifedha na misingi ya misingi ya kidemokrasia yetu. Bwana Booker aliweza kufungua mambo mengi sana, eh, ndani ya masaa ishirini na tano kuweza kuzungumza. E, ni, ni kitu kikubwa sana ni kitu kikubwa sana mtu anaongea, siku nzima bila kupumzika, na vitu kama hivyo. Alianza kuongea siku ya Jumatatu akaja kumaliza Jumanne. Kibongobongo watu wanaweza kakukimbia, kwa sababu tunaweza tukakuchoka kutokana na story ambazo utakuwa unaongea pale, lakini mshikaji huyo ameweza kumsikiliza na ameweza kumaliza, ikiwa tu anaendelea kupinga uongozi wa Trump ambao uko madarakani kwa hivi sasa, kutokea kule nchini ya Marekani. Sisi ni sawa sawa digital, endelea kuwa nasi kwa sababu habari ziko kiganjani mwako, tunaweza kukupatia kwa muda na wakati wote kabisa.